Kiwango cha elimu katika eneo bunge la Kajiado Magharibi kinatarajiwa kuinuka baada ya shirika la Together with Kenya kuanza ujenzi wa taasisi ya elimu ambayo itatoa masomo kuanzia shule ya msingi hadi chuo cha mafunzo anuwai kwa wanafunzi kutoka jamii maskini. Robert Masai ana maelezo zaidi. Wakazi pamoja na wadau wa elimu walikongamana katika kijiji cha Ndashat kilichoko Kajiado Magharibi kuhudhuria hafla ya kufunguliwa kwa mradi wa kituo cha masomo katika eneo hilo. Yeah. Kajiado Magharibi ina uhaba mkubwa wa mashule. Ujio wa taasisi hiyo ambayo inajumuisha shule ya msingi, sekondari, msingi, sekondari ya juu na chuo cha anuwai ikitajwa kusaidia kuziba pengo hilo. Most of the

Shule hii ambayo imejengwa na wakfu Together with Kenya inalenga kuwapa elimu watoto maskini bila malipo. Pia wakazi watajifunza kosi mbalimbali kwenye chuo cha anuwai villages to get the most vulnerable students that would not have gone to school and therefore this committee will be able to do the selection using a particular policies that we have come up with so that there's no nepotism no corruption we are happy that in Kajiado County we are getting more institutions of Tibet which will ensure that uh, uh, young men and women will be able to uh, get skills uh, that can then can be able to help them. In terms of a, wakazi walishabikia mradi huo wakisema eneo hilo la Kajiado Magharibi limetelekezwa kimasomo kwa muda mrefu, na angalau taasisi hiyo itawapa fursa ya kukata kiu cha elimu, hasa kwa wale walikatiza masomo kwa muda mrefu. Tumekuwa chini kimasomo sana sana kupitia wazazi wetu, kwa sababu wazazi wetu hawakuwa na uwezo ya kutusomesha. Nimesikia wazee wengine wakianza kusema wakikufungulio wa, they are ready to kwaje kujua kuhesabu one plus one ajue one two plus two ndi four hata ajue kuhesabu pesa. And apart from just having the formal education we also going to have an education that's going to be skill based whereby we have the components of skills entrepreneurship A digital literacy <todicata> <todicata> huaba wa mashule katika eneo la Kajiado Magharibi imesababisha viwango vya elimu kuendelea kusalia chini. <todicata> Robert Masai, Runinga ya Citizen, Endashat, Kajiado Magharibi. <todicata>